Na Bwana Yesu asifiwe, mpendo katika Bwana. Siku ya leo ni siku nyingine nzuri tena ambayo tumepata kibali na neema mbele za Bwana kuja kujifunza maneno mazuri matakatifu kabisa ya Mungu. Na siku ya leo nataka tujifunze kuhusu uthamani wetu mbele za Mungu. Kichwa cha somo letu kinasema, jitahidi kujionyesha wathamani mbele za Mungu. Mpendo katika Bwana, Mungu alituumba watu wote kwa makusudi yake makubwa sana, na alikuwa anataka anataka atutumie kwa namna tofauti tofauti lakini kwa namna nzuri na njema sana. Anasema katika Zaburi ya 119 ule mstari wa 91, anasema vitu vyote vinasimama kwa sababu ya uwezo wako. Anasema naam, na vitu vyote umevifanya kwa watumishi wako. Ukitazama, miti, ukitazama milima, ukitazama mabonde, ukitazama sisi wanadamu, wanyama, wote ni kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Aliviweka hivi vitu vyote viwe watumishi wake. Na kama vitu vyote hivi watumishi wa Mungu, maana yake Mungu alikuwa na makusudi sana. Hivyo anakutaka wewe Uwe wa thamani amina, uwe wa thamani utumike mbele za Mungu kwa thamani sana, amina. Basi bila kupoteza wakati kwa majina yangu, naitwa Bryan Franky, napenda kukaribisha katika channel yetu hii ya Trust the Gospel, tuamini injili. Wakati umekwisha, kama uja subscribe uweze kusubscribe, ili uweze kupata video hizi mara kwa mara pindi tunapo upload, lakini pia ulike na kushare na watu wengine, ili uweze kujifunza neno hili ambalo ni neno jema sana katika ile timotheo wa pili ule mlango wa pili kwanzia ule mstari wa, wa kumi na nne mpaka ule mstari wa ishirini na sita ukisoma pale paulo wakati anaandika waraka huu kwa, kwa, kwa timotheo Paulo akiwa amejaa Roho Mtakatifu kabisa amesomeshwa maneno na Mungu anakuja anatoa hekima hii na mafundisho hiyo, mafundisho haya, hiyo watumishi wote, watu ambao wote wanatumika mbele za Mungu. Anazungumza pale jambo hili. Anasema jitahidi sana kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu mtenda kazi asiye na sababu ya, ya kutahayari huku ukitumia neno la Mungu kwa, kwa, kwa usahihi, neno la kweli kwa usahihi. Anasema jiepushe na maneno yasiyo na maana, maneno yasiyo ya dini, kwa sababu ukiendelea kuongea maneno hayo, hao watu watendea katika uovu wao, watu ambao unaongea nao. Tazama, ukiangalia okay. Sahizi dunia ilivyoendelea, kuna maneno mengi sana, kuna maneno mengi sana ambayo anaongea, kuna mizaa mingi sana ambayo ipo. Hiyo mizaa unavyoendelea kuiongea kwa wewe, ni Mkristo, umemkubali Yesu, umeruhusu neema ikae ndani mwako, unafanya wale watu wasiweze kutoka katika vile vikwazo. Wanatakiwa one kuna utofauti, wanatakiwa one kuna utofauti katika wewe kutumika kwako, wanatakiwa kuna, kuna, kuna tofauti mkubwa sana kati yako wewe na wenyewe, ili watu wajue kwamba hii kima ambayo nawo mtu huyu au mienendo anayoenenda anayo, anayo, mtu huyu ni mtu tofauti sana na anatofautiana mkubwa sana na sisi ambavyo tunaenenda. Mpendo katika Bwana anasema kwa maana msingi wa Bwana ulio imara tayari umesimama, kila alitaja jina la Bwana awache uovu. Msingi wa Bwana ulio imara umesimama, ambaye ni Yesu Kristo, na kila mtu umepimwa sana kwa kila mtu ambaye anataka afike viwango vyake, aache uovu, aende tofauti, aende tofauti na wale watu ambao wanaenenda, au tofauti na ile jamii inavyoenenda, au tofauti na dunia inavyoenenda. Inatakiwa aende kwa namna hiyo, aende kwa namna ya tofauti kwa, aende kwa, kwa namna njema, au namna ya Kristo, atembee kama Kristo kwa, kwa, kwa, kwa sababu yeye ni msingi imara uliopimwa vizuri kwa timazi ya Mungu mwenyewe, katika kwao umenyoka sana. Kwa kila mtu ambaye anatakiwa aende kama Kristo, anataka, anataka aende kumwendea Mungu kwa uzuri, anatakiwa aende kumfuata Kristo alivyo, kwa tabia, mienendo, maneno yasiyofaa ya dini ya kupasa kuyaacha na maneno na tabia zingine ya kupasa kuziacha na kuziweka kando. Anasema katika nyumba kubwa havimo vyombo vya fedha tu na vya dhahabu, bali vimo vyombo vya miti na vya udongo. hivyo kuna vyombo ambavyo hutumiwa kwa kila kazi njema, ambapo mgeni anakuja wa maana, au kuna kazi njema ambayo unataka kuifanya, hicho chombo hicho anakitumia. Anasema basi, kwa kuwa na sisi basi, tumekuwa ndani ya Kristo, tumekuwa vyombo vya thamani. Kama tumekuwa vyombo vya thamani, basi jitahidi kujionyesha kuwa chombo cha thamani, ambao unatumika kwa kila kazi njema, ambayo Mungu akitaka kuitumia, anakuruhusu, anakutumia. Akitaka ku, akitaka ku, kuiombea Tanzania, akitaka kushusha uwezo juu ya Tanzania, akitaka kushusha uwezo juu ya Afrika, akitaka kushusha uwezo juu ya dunia, akuone wewe kwamba umesimama kwamba unafaa mpendo katika Bwana. Tumwangalie mtu mmoja ambaye Mungu alimtumia kumwangusha shetani. Ukimwangalia mtu mmoja anaitwa Ayubu, kutoka katika nchi ya Usi. Ayubu akiwa amejaa uweza na ukamilifu mzuri sana, amejaa neno na nguvu sana ya Mungu, shet... Mungu ikabidi amuonyeshe shetani kwamba, shetani umemwona mtu wangu mmoja anaitwa Ayubu. Shetani akasema nimemwona, lakini umemzingira umemzunguka kwa utukufu mkubwa, akasema Akasema, akasema lakini ukimwachia huyo akam, mtu atakuacha. Mungu ndipo akamwona Ayubu, akampatia, akamteua Ayubu kama chombo cha thamani ili amweke aweze kutumika kwa kazi iliyo njema ya kumwangusha shetani. Asija akamwaibisha, akamwona Ayubu alikuwa ni mkamilifu. Kulikuwa na watu wengi, kulikuwa na kinifadhi mtemani, kulikuwa na watu wengi katika nchi ya Usi, lakini akaonekana Ayubu ndio wa thamani. Tunamkumbuka pia lakini hata pia Kornelio katika ile matendo kumi, ukisema na kumi na moja, alikuwa ni mtu ambaye anajinyenyekesha mbele za Mungu akitoa sadaka, akitoa sadaka. Lakini Mungu akaona anafaa Kornelio, ikabidi amuonyeshe na njia ya kweli na uzima, yaani Yesu akamtuma kwenda kwa Simon mtengeneza ngozi, akamkuta kule Simon Petro, wakamwelekeza yanayopasa kufanya, maana yake kueleza, kujua njia ya kuurisi uzima wa milele si katika sadaka tu, lakini pia na matendo. Lakini nahitaji imani ya kuweza kuulisi uzima wa milele, yaani kumwamini Yesu Kristo kwamba alikuja na kufa na kufufuka, katika yeye nasi tumeulisi uzima na kukaa katika utukufu wote ule wa Mungu. Huyu Ayubu akiwa hivyo akaona ule utukufu, Ayubu akajua kama anatumiwa na Mungu kwa wakati ule. Ila Ayubu alipoenda kamera lamika sana kwamba Bwana tazama nateseka nateseka, na ilaaniwe siku ile niliyozaliwa. Mwisho wa siku Ayubu alipokuja kugundua kwamba Mungu alikuwa anamtumia katika kumwangusha shetani, ndipo Ayubu alipokuja kugundua kwamba alikuwa anafanya makosa akajuta, kwa sababu Mungu akaja baadaye akaona baraka zinakuja, magonjwa yameondoka, vitu vinaondoka, akagundua kosa lake akaja akasema katika ile Ayubu 42 ukisoma kwanza mstari wa kwanza, nenda kusoma mpaka ule mstari wa 6 pale. I mean anazungumza Ayubu anasema kwa kuwa

unahangaika unahangaika, kumbe wewe ni wa thamani. Unatumika kumwangusha shetani katika vitu vingi, unatumika kumwangusha shetani katika vitu vingi. Jitahidi kujionyesha kama umekubaliwa mbele za Bwana, ili Mungu akutumie katika kuokoa Tanzania, ili Mungu akutumie katika kuokoa familia yako, ili Mungu akutumie katika kurithi uzima wa milele. Ayubu anasema basi katika hilo najichukia na kutubu katika mavumbi. Anatubu kwa nini? Alienda katika njia hiyo, hakujua kama yeye ni wewe, ni mtumishi, hakujua kama yeye ni mtumishi wa Mungu. Sawa sawa, Zaburi ya 119 ule mstari wa 91, kwamba vitu vyote ni watumishi wa Mungu. Kwa kujua kama anatumika tena anatumika vizuri sana katika kumwangusha shetani. Hivyo mpendo katika Bwana, jitahidi nawe pia kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari, huko ukitumia neno la kweli kihalali kabisa, usio natumia neno tu kwamba ubarikiwe, ubarikiwe, lakini huko wewe ni mbambi huko, una una dhambi huko, wewe unazini una, huko unafanya mambo yote ambavyo havifai. Jitahidi sana kwenda katika njia njema, njia njema, njia inayofaa, njia iliyoelekea sana, naye Mungu atakutumia kwa uthamani na kwa kazi njema ambayo anaiona inafaa. Amin. Kumbuka mpendo katika Bwana, katika Mambo ya Nyakati wa pili kumi na sita mstari wa tisa anasema, macho ya Mungu hukimbia kimbia duniani ili ajionyeshe kuwa na nguvu. Anatafuta watu wote wenye unyenyekevu wa moyo, wote walio kamilika ili ajionyeshe kuwa na nguvu. Ajionyeshe kwamba mimi ni Mungu na mwenye uwezo. Tazama baada ya kule Mungu akajionyesha kwamba anaweza kujionyesha katika mataifa, kwamba hata mataifa yanaweza kufikiria hii neema na utukufu. Mpendwa katika Bwana, nataka ujue kitu kimoja, Mungu anakutaka sana. Mungu anakutaka sana. Uli katika njia mbaya, acha njia yako mbaya. Mungu akutumie katika kazi ile yote iliyo njema. Kumbuka tupo katika vita, na vita yetu ni katika ulimwengu wa roho dhidi ya pepo wabaya na mamlaka ya giza na vitu yote vibaya. Kwa hivyo, Mungu anatafuta mtu ambaye ni mnyenyekevu ili ajionyeshe kuwa na nguvu aweze kumwangusha shetani na aweze kujitwalia utukufu wote. Basi neema ya Mungu ikufunike uweze kurejea katika utukufu wote wa Mungu. Nikutakia siku njema, Mungu akubariki. Shalom, shalom.